Kwanza nitoe kofia. Hivi wewe wanataka kubishana na mimi eh? kwamba hakuna viwanja vya bei rahisi eh? labda nikwambie kitu, maisha ni connection. na connection yenyewe ujue kuishi na watu nakwambia, nakuambia SS Junior inatoa viwanja kwa bei rahisi eh? viwanja vyake vimepimwa kwa square meter. mita eh? kila kiwanja kimoja kimepimwa ishirini kwa ishirini vinauzwa laki nane. Maeneo yenyewe ni Sangwe eh? Sangwe iko maeneo ya Mrandizi, ukiwa unaelekea Morogoro mkono wa kushoto, unaingia kule unakutana na viwanja laki nane. Na hiyo laki nane unalipa kidogo kidogo kwa muda wa miezi mitatu, ila unaanza kuanzia na laki tatu, laki mbili, laki nne wewe unavyoweza, inayofata unalipa kidogo kidogo. Jamani, eti Shalisa muongo, hakuna viwanja laki nane? Achana na hiyo, iko ofa imetolewa sasa hivi, viwanja laki sita kesh, viwanja hamsini vya mwanzo unalipa laki sita. We, shida iko wapi? Uongo wangu uko wapi, eh? Sio uongo kweli, na SS Junior ni kampuni ambayo inaaminika na ofisi zake Benjamin Mkapa hapo external wao, ulikuwa unatakaje, hmm? ulikuwa unataka nikwambieje ndio uniamini? Au ndio wenyewe mnapenda kugombana na wenye nyumba kila siku, wakati uwezo wa kununua viwanja mnavyo? Uwezo wa kukopa madeni sehemu nyingine kuhamishia sehemu nyingine unao. Kwa nini usihamishie deni lako ukakopa sehemu nyingine ukalipa kwenye kiwanja? SS Junior inakupa viwanja na inakujengea inakufanyia kila kitu, nini shida na kingine basi, yani viwanja vilivyopo sio msangwe tu, mpaka Dodoma maeneo ya Chinangali, viwanja vipyo ni milioni moja milioni moja si nisemeje? Chinangali walianzia milioni moja na laki tano, sasa hivi ni milioni mbili na laki tano. Unaonaje ardhi zinavyozidi kupanda bei? Sasa wewe kwenye laki nane ukose, kwenye laki sita ukose, kwenye milioni moja na laki tano ukose, sasa hivi milioni mbili na laki tano ukikosa hapo? Chinangari Dodoma, viwanja vimepimwa kutoka barabarani mpaka eneo la viwanja. Unatembea ukiwa bausa kama mimi unatembea. Hii ni kofia tu nimeweka pembeni ili mnielewe, ngoja niweke hapa na viwanja vilivyopo mnalizi. Mtu asiwadanganye viwanja ni vizuri kuna mabonde hakuna, yani kuko tambalale, kuna kachanga, yani barabara inapitika, sikiangazi simasika, unafika mpaka kwako, na huduma ya umeme tayari, na wako watu wanaishi kule eh. na ukisema huduma ya maji ndio usiseme, kuna mitiririko ya maji kule, unajua maji hey, tena maji matamu. SS Junior Kampuni, nawapa mitano tena Mitano tena ya kututafutia maeneo mazuri kama mliotupa no. Sasa hivi jamani, SS Junior na maeneo mazuri aha, hayana utata, hayana kelele, hayana nini. Asikudanganye mtu, kama unabisha nenda pale jengo la Benjamin Mkapa, ndio ofisi zao zilipo. Na mwanzo tulikuwa mkulima, au si pale, tukaona watu wawezi kupandisha ghorofani, tukabidi tuje pale eh? viwanja vyao vizuri kwako, miugwe eti mbona umesahau kutupa namba za simu? Mimi siwapi namba za simu tu, ninawapa namba mpaka za ofisi. Unatakiwa kupiga simu 0713 766 70 0713 766 sabini au namba, sifuri saba nane nne tisini na mbili kumi na tatu arobaini na mbili, sifuri saba nane mbili tisini na mbili kumi na tatu arobaini na mbili. Na namba nyingine ni sifuri saba nane nne sita tatu tisa mbili tisa mbili mbili. Hao ndo wahusika wa SS Junior Company, watu ambao wanakupatia viwanja kwa bei rahisi. Hatuangalii tajiri ya umaskini, wote tunawapatia viwanja, hatutaki watu mpate shida. Wana kujaje mjini, unakaa miaka kumi, hata kiwanja una wewe unakujaje mjini una ndaa unamiliki watoto ishirini hata hata kiwanja huna na wakati SS Junior anakupa viwanja bei rahisi tu. Hebu piga hizo namba bwana. Piga hizo namba uje upate kiwanja chako hapa na wewe uanze kuwatambia. Watu wakianza kuongea habari ya viwanja na wewe unaongelea cha kwako. Watu wakianza kuongelea habari ya kujenga na unawaambia kabisa kwamba SS Junior wanajenga. Ni vile tu wewe ujui ndio tunakupa habari. SS Junior wanakujengea. Kuna toa asilimia kidogo, eh? Asilimia kadhaa pale ana kujengea.